Habari. Uh, leo nitaka nikupe au tushare reality ambazo ni tunakutana nazo, scenarios ambazo tunakutana nazo. Watu wanakuja na design zao wanataka kufanywa BQ ili wafanye kazi ya ujenzi na sisi, lakini wakati mwingine utakuta bajeti ni kubwa sana. wa kumlaumu hapo ni aliyefanya design, kwa sababu moja ya changamoto wanaofanya design wengi wao sio professional. Kwa hiyo ili aescape kupata changamoto ya jengo kudondoka, ana overdesign jengo, anaweka design ya jengo katika specification kubwa sana kiasi ambacho inakufanya ujenge jengo hilo kwa double budget. Sasa, ili uweze kuescape hichi kitu na yoyote ambaye unasikiza tipi, na unayo design mkononi ujaanza kufanya construction. Sikiza kwa makini sana mpaka mwisho. Cha kwanza, tafuta wataalamu wafanye analysis ya lile jengo lako ili wajue kweli kama liko katika bajeti ambayo inaendana na uhalisia. Lakini cha pili, tafuta wataalamu au kampuni ambayo itafanya bioc na itaweza kama kutengeneza mchoro uwe katika mfumo mzuri. Hii itakusaidia kupunguza. E, mfanya biashara, huwezi kujenga jengo la kibiashara ukajenga kwa bajeti kubwa wakati unafanya biashara ambayo itaandakiwa ileta kwa wakati. Hii ni Wajenzi Professional, master of consistency and quality.